Karibu kwenye hadithi nyingine ya kusisimua leo, tunakuletea kisa cha ajabu kilichotokea jijini Dar es Salaam, kisa cha mchoraji mmoja ambaye penseli yake haikuwa tu ya sanaa, bali ilikuwa silaha yenye nguvu ya ajabu. Hii ni mchoro wa mwisho. Jina lake ni Musa, lakini jijini Dar alimulikwa kwa jina moja tu, mchora. Alikuwa ni kijana wa kawaida akichora barabarani, Posta, pembeni ya barabara akijipatia hela ndogondogo kwa kuchora sura za wapita njia. Kipaji chake kilikuwa cha ajabu, kwa dakika tano tu ungepata picha yako kamili, kana kwamba kamera imesema cheese. Lakini Musa hakuwa tu mchoraji, alikuwa na siri nzito. Kila alichokichora kiligeuka kuwa kweli ndani ya siku saba. Hakuwahi kumwambia mtu yoyote, aliona ni laana, si baraka. Siku moja mwanaume mmoja wa ajabu akamtembelea, mrefu, mwenye miwani meusi sauti ya utulivu uliokosa roho. Alimpa bahasha yenye picha ya jumba la kifahari na akamwambia chora hii nyumba, ukimaliza kuna milioni tano zinakusubiri kesho. Musa alihitaji pesa, bila kuuliza maswali alichora usiku mzima aliotumia, lakini alipokaribia kumaliza mkono wake ulijichora wenyewe, moto mkubwa ukiteketeza jumba lile. Alishtuka akajaribu kufuta lakini haukuweza kufutika. Siku tatu baadaye habari zikaenea Jumba la mfanyabiashara mashuhuri la shika moto usiku wa kuamkia leo, ndilo jumba lile kama alivyolichora. Ndipo Musa akajua watu wamegundua uwezo wake, na sasa walikuwa wanamtafuta. Watu wa ajabu wakaanza kumjia wakitaka wachoree magari, ajali, hata vifo vya maadui zao. Alikataa, akasema haitaki tena. Lakini usiku mmoja aliporudi nyumbani, akaikuta ile bahasha ya kwanza juu ya kitanda. Sasa ilikuwa na picha ya Neema, mpenzi wake wa zamani akiwa amefungwa mdomo, macho ya hofu na maandishi mawili tu: chora au ufe. Musa aliishiwa nguvu. Alikaa kimya kwa siku mbili, akilia, akitafakari. Halafu akaamua, alichukua karatasi mpya akajichora mwenyewe, uso kwa uso na yule mwanaume wa miwani meusi, na nyuma yao mlipuko mkubwa ukiteketeza kila kitu. Akamaliza mchoro saa nane usiku, akauweka mezani, akavuta pumzi ndefu. Hakulala. Siku ya saba ikafika. Saa mbili usiku, nyumba ya Musa ililipuka. Wakaazi wa mtaa walikimbia. Polisi walifika, lakini hawakukuta mwili wala mtu. Walikuta karatasi iliyochomeka nusu, na juu yake picha iliyokuwa imechorwa kwa ustadi wa ajabu, nusu yake tu ilibaki. Imeandikwa chini kwa maandishi madogo, mchoro wa mwisho, Musa. Cha kushangaza, Neema alipatikana salama kwenye nyumba ya kupanga Kigamboni. Hakuwa anakumbuka chochote, ila alilia machozi alipomuona Musa kwenye picha ya habari. Na tangu siku ile hakuna aliyeona tena mchora barabarani, Posta, na hakuna aliyewahi kumtafuta tena mtu wa kuchora ndoto au maafa. Huu ulikuwa ni mchoro wa mwisho.